Ambaye anafikiri kwamba eti yeye akiondoka Chadema atasepa na kijiji, wanavyosema vijana wa mjini, atachoka sana, atachoka sana. Yeyote anafikiri kwamba eti akiondoka fulani basi na Chadema itameguka, sikiliza, nimesema wako watu 300 hapa Dar es Salaam wiki hii wanaomba nafasi za uongozi. Kuna vyama wengine wanalinganisha chama kitabomoka, kitabomoka mensi ya zamani, ama TLP ilivyobomoka hivyo vyama vilikuwa bado viko katika infant stage, katika hatua ya mapema kuvunjika. Akahama Mrema, akaenda TLP na akaondoka na washabiki. Leo kuondoka, unaondoka na mwenyekiti wa kanda, ina maana huyo mwenyekiti wa kanda yake ambaye ni mjumbe wa kamati kuu yuko tayari kuacha nafasi yake kwa sababu ipi ya msingi? Kuna baraza la kina mama limeenea nchi nzima, kuna baraza la vijana nchi nzima, tuna millions of voters, tuna establishment, tuna institution, tuna taasisi taasisi ya chama cha siasa ambacho ni chama cha kidemokrasia kilichojengwa kwa mifano na misingi ya Chadema, hakiwezi kuwa influence na mtu mmoja, kwamba itakitoka na watu watatoka naye. Wakitoka naye, anaweza ana uhuru huo, na kinachosema. Lakini hata chama cha wananchi kafu kilikuwa na taasisi. Taasisi ya chama cha wananchi kafu ilikuwa Zanzibar, ndio sababu Zanzibar imebaki intact. Chama cha wananchi kafu kilikuwa kina nguvu Zanzibar, na hata kilivyohama kikamia ICT, ICT kaimarika Zanzibar lakini huwezi kulinganisha chama cha kafu na chama cha Chadema upande wa bara, si tupo kwenye kila kila mkoa, kila jimbo, kila wilaya, kila kata chief, na hata ikiwezekana kila kijiji. Kwa hiyo tuna force, tuna force ambayo inaamini katika Chadema, ime subscribe katika Chadema. Kwa hiyo si amini, si kwa hiyo siamini, binafsi siamini kwamba eti kuna mtu akitoka Chadema, basi atatoka na chama kitaamanaya, kita, kitapasuka.